Baada ya kubaini kupitia kampeni ya Mama Samia Legal Aid campaign kwamba kadhia za wananchi kwenye migogoro ni kubwa sana, tukaona mifumo ya chini imekufa. Hiki tunachokifanya kutoa semina, tunafufua mifumo ya chini. Mtazamaji wa Toka Zamani TV, mimi naitwa Shehani Mzaida. Kazi yetu ni kuendelea kukupa up to date pale ambapo zinajitokeza, na moja kati ya changamoto ambazo zimekuwa zikiwakumba viongozi mbalimbali hasa wa ngazi za chini kwenye maeneo ya mitaa, maeneo mbalimbali nchini Tanzania ni masuala ya eh, kisheria, uelewa wa utatuzi wa migogoro mbalimbali, lakini pia eh, masuala ya unyanyasaji wa kijinsia pamoja na mambo mengi. Sasa kutokana na changamoto hii sheria ya Mama Samia Legal Aid campaign safari hii imeshuka chini kabisa, na hapa katika manispaa ya Songea, imefanyika warsha ambayo imewahusisha viongozi hao wa ngazi za mitaa, kuwaelimisha kuhusiana na masuala mbalimbali yanayohusiana na migogoro kubwa, ili waweze eh, kupata uelewa zaidi na kuona namna bora zaidi ya kutatua migogoro hiyo. Waziri mwenye dhamana Daktari Damas Ndumbaro, ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Songea Mjini, yeye alikuwa ni mgeni wa heshima katika hafla hii, alikuwa na haya ya kuzungumza. Baada ya kubaini kupitia kampeni ya Mama Samia Legal Aid kampeni kwamba kadhia za wananchi kwenye migogoro ni kubwa sana, tukaona mifumo ya chini imekufa. Hiki tunachokifanya kutoa semina Tunafufua mifumo ya chini, tumeanza na mabalozi, tumekwenda kwenye ngazi ya mtaa na tawi, tutakwenda kwenye ngazi ya kata, tutakwenda kwenye ngazi ya wilaya. Hizi ngazi zikifanya kazi vizuri katika utatuzi wa migogoro, kutakuwa hakuna mgogoro katika nchi yetu. Tutajenga haki, usawa, amani na maendeleo. Mihimili ambayo iko chini ya wizara yangu ambayo ni muhimu sana katika utoaji wa haki Nawasisitizia, lazima turudi, tujipange, tutoe haki kwa wananchi, haki kwa wakati, haki kwa gharama nafuu, ili tujenge umoja, amani na maendeleo ya nchi yetu. Tumepitisha bajeti ya wizara, bajeti ile tuliita bajeti ya haki kwa sababu tunakwenda kutumia asilimia tisini ya bajeti ile kuleta haki kwa Watanzania popote pale walipo. Kwa wanasiasa wenzangu naomba niwakumbushe. Kila mtu aliapa kwamba atailinda Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivyo ndivyo viapo vyetu, na tunasema ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Kama sisi wanasiasa kweli tunamheshimu Mungu, tuilinde Katiba. Ukisema hakuna uchaguzi, unataka serikali iliyopo ikae madarakani zaidi ya miaka mitano. Huo ni ukiukaji wa katiba. Serikali ya CCM haitakuwa ya kwanza kuvunja katiba. Nyanja mbalimbali zimeguswa na wawezeshaji ili kuwajengea uwezo wajumbe hawa ambao wamepata fursa ya kushiriki warsha hii. Kwa majina, naitwa Zakaria Mzese, ni wakili wa serikali kutoka Wizara ya Katiba na Sheria. Mpaka sasa tumeshafanya semina kwa makundi mbalimbali ambapo mbali, tumefanikiwa kuhudumia mabalozi wote na wajumbe wote wa mashina katika kata zote 21. Jumla ya wanufaika au washiriki wa, wa semina elfu nne walipatiwa elimu ya, ya maswala mbalimbali mbali ya kisheria kama utawala bora eh, ukatili wa kijinsia haki za binadamu eh, njia za kutatua migogoro kwa njia mbadala I mean, na vilevile vile, migogoro ya ardhi na mambo mbalimbali mbali mbali ambayo yanahusiana na maswala ya uchaguzi na vilevile vile tulienda tukatoa mafunzo kwa viongozi wa serikali za mitaa, ambayo ilikuwa inajumuisha watendaji wa kata, watendaji wa vijiji, watendaji mbalimbali mbali wengine, kama wenye viti wa serikali za mitaa e, wajumbe wa serikali za mitaa wote, nao kwa pamoja walipata mafunzo e, kuhusiana na mambo mbalimbali mbali ya, ya kisheria. Lengo ni kuwapatia na kuwajengea uwezo viongozi hawa ili waweze kutekeleza majukumu yao vizuri, huko ambapo wanasimamia e, ili kuweza kuongeza ufanisi na tija, na vilevile tunataraji kwamba mafunzo haya yatawaongezea uweledi na kutatua migogoro kwa wananchi kama ambavyo tunawafundisha kwenye ukumbi wa mafunzo kando, tukapata fursa ya kuzungumza na baadhi ya wanufaika, mshukuru wa warsha hii, wao wamejifunza nini kubwa. Wanamshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan pamoja na mbunge wa jimbo la Songea Mjini Dr. Damas Ndumbaro, ambao pia ni waziri mwenye dhamana ya Katiba na Sheria kutokana na mafunzo hayo ambayo wameyapata hii leo. Naitwa Baisa Salumu, natoka shule ya Tanga. Semina hii imenipa faida moja ya kutatua migogoro mbalimbali ya kijamii haswa, pale ninapoona wenzangu wamekosana kinamna fulani, basi inabidi mimi ni wasimamie wale kuwaelekeza. Haya yote yamefanyika kwa ajili ya rais wetu mpendwa, Rais Samia Suluhu Hassan pamoja na mbunge wetu Dr. Ndumbaro. Kwa majina naitwa Mary Ngatu elimu niliyopata itaenda kuongeza tija zaidi, yani kwa sababu nimepanuliwa zaidi namna ya kuitatua hiyo migogoro. Kwa hiyo nafikiri nikwenda kupunguza hiyo migogoro zaidi. Kwanza kabisa natoa shukrani kubwa kwa, kwa Dokta Samia. Mimi kama mimi nimefurahi sana na nipo tayari kumpa tena mitano zaidi kwa maendeleo zaidi na kwa Dokta Ndumbaro a ametufanyia mengi mazuri, angalia tuna sikiskani tuna m, ma, mazahanati tu, yaani tuna vitu vingi, lakini tunajua kwa yeye ndio aliyokuwa anapeleka kwa mimi kwangu kule matatizo yangu ni haya na haya na ndivyo walivyoweza kutu mm. Kwa jina naitwa Frank Alois Ndenji, asilimia kubwa wananchi wengi tulikuwa tujui sheria, kuna muda tulikuwa tunajichukulia sheria mkononi, kwa mfano migogoro ya ardhi wametueleza vizuri kama kuna migogoro njia gani ufanye na ufike kweli. Tunamshukuru sana mbunge wetu mheshimiwa Damas Ndumbaro, waziri wa sheria na Katiba kwa kutuletea haya mafunzo. Wilaya ya Songea mjini tumeyapokea na tunamshukuru sana. Wengi tumepata uelewa sasa hivi kuhusu sheria, hasa migogoro ya ardhi na ile migogoro ya ndoa. Ah, kwa jina naitwa Ibrahimu Wadamu almaarufu Tolu. Kwa hiyo mimi ni mimi, haya mafunzo kama kiongozi wa chama kwenye kata yangu ya wa Mshangano wa Chama cha Mapinduzi, mimi nitaenda endelea kutoa semina, ila bado naomba serikali itengeneze mabalozi kwenye upande wa sheria, kila baada ya miezi mitatu ije kuwapa viongozi wa chama na viongozi wa serikali elimu mtambuka, kwa sababu tumekuwa tuna changamoto nyingi sana huko mitaani, kati ya balozi mwenyekiti na mahakama zetu. Mimi ni Shehane Mzeina. Tunapatikana pia kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini ungana nasi kwa kusubscribe na kubonyeza alama kengele, upate notification kwa ajili ya habari mpya. Asante na kwaheri kwa sasa.